Sasa bana, uh -huh. Uh, huko kwenye mitandao ya kijamii bwana. Stori ambayo leo imezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni stori ambayo inamhusu pididi. Ndio pididi mm. shindi yeah. comes yeah. ambaye mpaka sasa hivi ana mashtaka eh, rundo, kila mtu anampa mashtaka yake, ila wanaibuka tu mashahidi wapya wanaibuka yeah. tu. Dunia hii dunia, dunia... dunia hii nzito, ukisikia dunia duara mm. dunia tambala bovu ah. lakini uwezi kulidekia hiyo so. Sasa Diddy mm. maskini ndo kwanza na miaka hamsini, uju miaka hamsini na tano sio sio mzee kivyo, lakini ana mwonekano mzuri, unajua kibogobogo miaka yake mtu ai, ushachoka na maisha sana ah. lakini hivi karibuni wa, wa, baadhi ya watu wanasema kwamba Diddy ameonekana kidogo alivyokuwa sana zinaanza kuonekana e. Pia hata stress stress e, e. Unakuja kwenye stress kujiuliza, hebu angalia umri wa mama yao na kina Kim Kardashian afulinganisha e. Na umri wa, wa mama wa kibongo, jamani jamani, jamani <laughs> utachoka, utachoka. Kuna kuna wakati pia stress zinazeesha, utachoka sana hazo. Sana sasa bwana, kuna taarifa hapa kumhusu Diddy <laughs> ni taarifa ambayo watu wengi wameshitishwa nayo. Rais wa Marekani Donald Trump mm. amesema yuko tayari ku, kuingilia ukweli au kuang, I mean, kuangalia ukweli mm. na kufikiria kumsamehe msanii Shindidi Coms endapo anapatikana na hatia kwenye kesi yake inayoendelea. Akizungumza na waandishi wa habari ikulu ya White House, Trump alisema, kama si haki nitaiangalia, sijafuatilia kwa ukaribu, lakini nataka iwe hukumu ya haki. Sawa, alafu pia akasema. Mm -hmm, taarifa inasema Diddy mwenye umri wa miaka 55 anakabiliwa na mashtaka mazito mahakamani, yakiwemo usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya ngono, kupanga njama za kihalifu na kuendesha biashara ya ukahaba. Amekaa na mashtaka yote hayo. Ushahidi uliotolewa na msaidizi wake wa zamani umechochea gumzo zaidi, ukidai kuwepo kwa miaka ya unyanyasaji. Trump alikiri kuwa aliwahi kuwa na urafiki wa karibu na Didi, ingawa urafiki huo ulivunjika baada ya yeye kuingia kwenye siasa. Ingawa bado hakuna ombi rasmi la msamaha lilowasilishwa, Trump alidokeza kuwa watu wanafikiria kuhusu hilo. Kesi bado inaendelea, na iwapo Trump ataingilia kati, tutategemewa pia na uamuzi wa mahakama na, ka, na kama ombi rasmi litatolewa. So taarifa ndio hiyo hapo kumhusu Didi na rais wa Marekani Trump huenda pia hujua kuna wakati aa, yeah. Kwenye maisha hayo unaambiwa sawa mm. Kila mtu na mabaya yake sionelewa, lakini pia usi, tusi, tusi, usipende pia hukumu sana watu bila kujitazama wewe yako yeah. Ni yapi sawa mm -hmm. Hata kwenye maandiko pia hii huo mstari iko iko hivyo, iko hivyo. Kwanza unapotaka kutoa kipanzi mweza, pia, mm -hmm. eh, eh. kwa jicho la mwenzako angalia, pia una boriti kwenye jicho lako. Kwa hivyo bwana, ndivyo unakuja kwa P. Diddy. Kila mm. siku mashahidi wapya wanaibuka, kesi mpya zinaibuka, wasaliti wapya wanaibuka. Unajua mm. naye pia kwenye kesi yake huenda pia kuna wasaliti wamemzunguka, wapo wengi, na hata hata baadhi ya mastaa wamekuwa wakisema yes. hivyo uh, ukiangalia watu wengi, mtu kama 50 Cent kunae ya kuziongea watu yes. wakashagahe Uh, mtu kama uh, nani huyu rapa huyu ambaye uh, Kid Cudi ambaye yes. uh, alimbaga ali ile apoapo enawei pia naye alitumika ali kama shahidi, na ukiangalia ni walikuwa wa zamani ni wanakaushikaji fulani na huyu ambaye ndio sasa hivi na ana trend sana kwenye kesi kesi, Kesi ya PDD. Yeah. yeah, Cassandra, huyu yes. Kesi Ventura. yep. alikuwa ni mpenzi wake na Pididi yeah. Yeah, sasa huyu ndio inaonekana yeye ndio ka, yani ndo kama ushahidi umekuwa kwake yani, umebebwa zaidi, kwa sababu yule ana ushahidi wa video, kuna wengine wana ushahidi wa wa picha mm. Hapo mtu kama kuna yule mdada anaitwa kitu kama kwenye jendo mm. Jina kama hilo hapo, yeye alitumia ushahidi wa picha, na kesi yake ilikuwa zamani, ile ilifunikwa muda fulani kwa sababu yep, Diddy anasema alikuwa na fedha ya kufunika kesi yeah, lakini baadaye kesi imekuja kuwa kubwa kwa sababu tayari Pididi yupo ndani, hana msaada wa nje yes. anakuwa mengi. Kwa hiyo vitu vimekaa hivyo. Kwa kesi Ventura, yeye ametoa ushahidi pia mbali na hii msaidizi, mm. Kuna mtu mwingine tena akaibuka, anasema alikuwa ni dansa yeah. dansa wa Pididi naye kaja nene mm. mashtaka yake mm -hmm. sawa, akihusiana pia na huyo kesi. yani, yani, vitu vinazidi kuibuka tu alafu nakuta ni wale watu mm -hmm. wa karibu. Nadhani ikitokea ama Pididi akifanikiwa yeah. kutoka kwa, kwa, kwa msaada atakuwa upata mm -hmm. sijui hawa watu wataweka wapi sura zao, ukizingatia ambao ni watu wake wa karibu hii kesi Rais Trump uh, ina inamhusu unajua, okay. sema kwa sababu tu ya ukubwa, yeye ni rais wa Marekani, taifa inamuhusu. kubwa duniani duniani inamhusu kwa sababu yeye kitu ambacho kitu yani kitu kimoja hapo ambacho kinatumika kama ushahidi wa kesi ya Pididi ni zile pati zake, wenyewe wanasema hivo na rais Trump inavyosemekana, uh -huh. kwenye zile pati za Pididi uh -huh. Alikuwepo Trump ni moja kati ya watu ambao ukiangalia historia yake mm. na sasa hivi alipo, wanasema sio rahisi kwa rais yoyote duniani mm. kupata nafasi ya urais kama alipitia background kama donald Trump. Trump alikuwa ni mcheza kamari mkubwa Marekani, lakini pia mtu wa bata, mtu wa bata sana Trump yeah. ameigiza trump. Trump amehusika hadi kwenye makosa ya unyanyasaji wa kijinsia okay. yani Trump alikuwa na makosa mengi kiasi cha kwamba ukifikiria huyu amekuwaje rais kwao, ilikuwa yeah. sio rahisi yeye kuwa rais lakini kawa rais . Sasa ukichukua background ya kwake okay, na Pididi, ule ushikaji urafiki kati yake na Pididi mpaka ah, leo ulipofikia, Pididi yuko ndani, watu wanasema kabisa Trump anahusika kwenye hii kesi okay. Ila sasa haya maneno yake ya kusema kwamba ataiangalia hii kesi ya Pididi iko vipi hmm, watu washinda kutia walakini, maybe anahusika na kuna sehemu pia huenda ikawa yeye inamweka pabaya, ndio maana anaweza akachukua hatua ya kumwachia Pididi awe huru. Tunatumia ule msemo unaosema kwamba kila mtu na mtue mtuelikuli yani, yani yeah, likakwisha huwezi tu kusema eti alikuwa ya rafiki yangu ingia kwenye siasa rafiki wetu e, kaishi hapo, hakuna hakuna. hakuna sema unajitetea, lakini kiuhalisia wale ni washikaji na wale wana, unajua kuna vikundi fulani Marekani wanakutana wana hmm. fedha yani, kuna ile ya watu wenye fedha huwa wanapati zao no? Wanakutana, na mtu kama Trump tum ana hela ana yeah, fedha wanakutana sehemu moja, washikaji wanakuwa wengi, lakini wote ni mabilionea mm, ndio wana enjoy life so, cho kipo pididi bwana, mimi nauona kabisa eh, shughuli kwake inazidi kuwa nzito inazidi kuwa nzito kwa sababu mm, tayari yuko ndani, alafu kuna watu wako nje. Ndio maana watu katika swala so zima la kutaka kumwangamiza mtu ama kumdidimiza mtu wanakimbilia sana wani waharakishe awekwe yeah, kwenye zile Eh, ondo kwa sababu akishaingia kule hata Plus, kuwa na msaada wa kuongea na mtu yoyote amsaidie, hatakuwa mm, na msaada wa kipesa, hivyo hiyo uenda hata kwake pia imekuwa ni hivyo waba yes, hali inazidi kuwa tete, kwa sababu tayari yuko ndani, na ukishakuwa mtu uko ndani ni ngumu pia kupata msaada nje, labda tuone tm atamfikiliaweu wake waama, naonaga hii ni <laughs> ifana situation ifana ya kumfanya mtu asiwe na amani kwenye maisha yake, au kupoteza kuchafuana, kwa yes. sababu ukiangalia kuna kesi ya huyu rapper Tory Lanez ambaye yeah. inasemekana alimpiga risasi Megan Thee Stallion lakini yeah. bodyguard wa bodyguard wa Megan Thee Stallion amekuja kufunguka baadaye, yani jamaa kashakuwa jela. baada ya kuwa jela Tory Lanez akachoma visu hmm. Akachomwa na visu karibuni sijui mara tisa sijui mara ngapi ya yeah. baada hapo kapelekwa hospitali, baadaye kupelekwa hospitali ndio jamaa anajitokeza, anasema bwana uh, Megan Thee Stallion na uh, kupigwa akupigwa risasi na Tory Lanez. Yani hasa mnakuaga wapi? Eh hey, yani ulikuwa wapi ya shanga ulikuwa wapi, kutu, ah. kutoa ushahidi ama kusema hicho kitu toka zamani mpaka sasa. Just imagine huyo mtu kashapelekwa uh, jela eh. halafu kashambuliwa what if kama angepoteza maisha, angekufa. ile tu kiubinadamu ama ile kiroho ki, ki, ki, ki roho, damu yake nakulilia wewe yani, ambaye umeficha ukweli hata kwenye maisha ya kawaida ndio tunaishi hivyo mm. Binadamu kama unaza kama kuna jambo ambalo haliko sawa liseme mapema, mwisho wa siku kutatokea maafa makubwa alafu ile yeah. Damu ya yule mtu inakulilia wewe mm. Sasa kwa upande wa P Diddy mi naona tu waangalie hii kesi ilivyo, lakini hii kesi ishakuwa ngumu ishakuwa ngumu hii kesi ishakuwa ngumu, ngumu. Unaambiwa P Diddy lile zigo <laughs> mzigo lazima wamzingire tu, hana kukimbilia, shauri imeshaisha, tumwombee heri, lakini hana hana kukimbilia. kama ana makosa tu amna haja ya heri hmm. e, kama wewe unafanya ah. Makosa sheria ni msumeno e, kuna ile kumwombea heri kama kihaki kama ana haki e. Basi haki itendeke mm-hmm. lakini kama ana makosa basi awajibikie ile hmm. Adhabu yake. Mimi ni shabiki wa Diddy kwa mziki wake ni shabiki yake mkubwa sana sana, lakini mnye... mm. kwenye upande msima wa kibinadamu mm. kwenye utu aa, kama makosa alofanya ni kweli tu aadhibiwe. kuna mm. ile